Pendwa mtazamaji ni wakati mwingine nataka niongee na wewe ili uweze kujua dhambi ya asili. Dhambi ya asili ilikujaje na ilianzaje? Nataka kufuatilia dhambi ya asili ambayo baba yetu Adamu na Hawa walivyoipata. Inaonyesha kabisa Adamu alipewa maagizo na Mungu katika Mwanzo 2:15 mpaka 17. Alipewa maagizo na Mungu kabisa kwamba kailime bustani, kaitunze, na mti wa katikati siule, mti wa mema na mabaya siule, ukila huo hakika utakufa. Lakini Adamu hapo aliambiwa yeye akiwa peke yake, baadaye anakuja kupatikana Hawa. Adamu akafanya wajibu wake wa kumwambia Hawa, "Hawa, eh tumepewa maagizo ya kuilima hii bustani na kuitunza, lakini mti wa katikati tusiule." Adamu alifanya wajibu wake kama Mungu alivyomwagiza. Sasa kinachoonekana hapa, ukitaka kufuatilia Adamu baada ya kufanya wajibu wake, inaonekana kulikuwa na mabishano kati ya Adamu na Hawa. Kuna Bible version hamsini na sita zinaelezea kwamba Adamu alikuwa hapo hapo alipokuwa. Bible version moja inaitwa Expanded Bible peke yake, yake ndio inayesema kwamba Adamu alikuwepo na alikuwa kimya, ina maana hakusema. Hii inatuambia kwamba Adamu alibishiwa na mke wake, alibishiwa kwamba haiwezekani ili tunda tusile, bwana, haiwezekani hivi linavyovutia. Na nyoka akaja akamwambia Hawa, aise, hivi Mungu ameambiwa msile ili tunda? Nyoka alileta huo mtego eti. Alafu Hawa akakumbuka agizo aliopewa na mme wake, akasema, hapana, sio matunda yote tumezuiliwa, tumezuiliwa tundo moja tu la katikati ya bustani. Baada ya kuambia nyoka, akasema, amna nyie, ya mjui Mungu anataka msile hilo tunda kwa sababu kila mtafanana naye tajua mambo yake, mtakuwa sawa na yeye. Hawa akaangalia tunda akaona ni zuri, linavutia na linaelekea kufanya vile ambavyo Mungu aliwazuia, akala. Biblia inasema Adamu alikuwa pembeni. Sasa kile kitendo cha Adamu kuwepo pembeni kuwa kimya, Hawa anamshawishi Adamu ale, Adamu akapokea, akala akijua lile tunda, kwa sababu uhakika kwamba analijua siku zote analijua mpaka hapo walipoa, analifahamu na rangi, na likiiva linafananaje, linapendezaje, akala. Baada ya kula, matokeo yake Hawa wakakuta wako uchi, wako uchi, anashangaa kwa nini tuko uchi? Nabidi washone mavazi, washone mavazi, wana Wanajificha wanajificha, Mungu anatokea. Sasa somo hili linatufundisha kwamba kuna usuperiority wa wanawake kwenye mambo ambayo tunaagiza, mpaka inafika sehemu mwanaume anauchuna na wanaacha mambo yaende kati, mambo yanavyoenda yanaharibika. Ipo inapoleta hii sura ambayo tumeiona, Adamu anafika sehemu, Mungu anashitukia deal, anakuja bustanini, anawaita Adamu, anasema tumejificha. Mungu anasema kwa nini umejificha? Tumejikuta atuko uchi. Anasema nani amemwambia uko uchi? Anajitetea, anamwambia si huyu mwanamke ulionipa. Kwa maana hiyo kwamba Adamu alishawishiwa, alipewa maneno matamu na Hawa Kala. Sasa hii inaonyesha kwamba ndivyo ilivyo hata leo. Ni wanaume wangapi ambao wanashawishiwa na wana wake zao wakafanya vitu ambavyo tofauti na navyotakiwa kwa wajibu kwa mwanaume? Kwa hiyo ifike sehemu ijulikane kwamba kuna nguvu ya ziada mwanamke anayo ambayo mwanaume unatakiwa ujue, simama nayo wenenda nayo na kufanyia maamuzi. Kwa mfano tunaona Adamu anakuwa kimya, baada ya kuwa kimya, baadaye tunaona anakula tunda. Nguvu ya mwanamke ilivyo, tunaona katika Mwanzo 3:16 Mungu ameshamwadhibu uh, Hawa anamwambia, tamaa yako itakuwa juu ya mume wako. Maana yake unakuwa na kinguvu kile cha shetani ambacho kilikuwa kinafanya tamaa isiwe kwa mume wake iwe kwa mtu mwingine. Wakati huo tunaona Yeremia 31:22 tunaona mwanamke anapewa wajibu wa kumlinda mwanaume. Kwa nini anapewa wajibu? Kwa sababu inaonekana kwamba mwanamke anatakiwa awe jirani kumlinda ahakikishe, kwamba tamaa ya kwake mwanamke iko ni ya mume wake peke yake. Sasa mwenzangu, unaonaje? Wewe uko wapi ukijichunguza kwenye ndoa yako, ukijichunguza kwenye unyumba wako Mahusiano yakoje? Mzani inapandia wapi wapi? huko juu wapi huko chini? Unafanya kwa sababu mambo yaende, au unafanya kwa sababu umezidiwa? Kwanzia leo nakutia nguvu, simame kama mwanaume, kama Adamu ambavyo aliagizwa akashindwa kusimama. Usiwe wewe usiwe kwako. Kwanzia leo nakuagiza katika jina la Mungu Baba na Mwana, Roho Mtakatifu, kawe mwanaume unayosimamia misimamo yako. Amen.